Je, umewahi kusema ningefanikiwa tu kama ningekuwa na mtaji? Unaandoto, una ndoto una hamu, lakini huna pesa ya kuanza, na kwa sababu hiyo unasubiri. Mwaka unaisha mwingine unaanza, na bado uko pale pale. Leo nataka kukuonyesha kitu kimoja mafanikio hayaanzi na pesa, na mwisho wa video hii nitakupa mfumo rahisi wa hatua tano wa kuanza safari yako hata kama una sifuri kabisa. Usiondoke, hili linaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha yako. Karibu sana. Jina langu ni Kingi Kigongo ni mwalimu wa maendeleo binafsi. Katika video hii tutazungumza kwa uwazi kabisa kuhusu jinsi ya kutoka sifuri hadi mafanikio bila mtaji wa pesa. Tutapitia mifano halisi, tutavunja imani potofu tulizokuwa nazo, na mwisho utakuwa na ramani ya vitendo ya kuanza leo hii. Sio hotuba ya kukupa hamasa ya dakika tano, ni somo la kukupa mwelekeo wa maisha. Sasa karibu tuanze safari. Kuna sentensi moja inaua ndoto nyingi sana za watu: nikipata mtaji, nikipata mtaji nitaanzisha biashara nikipata mtaji nitarudi shule. Nikipata mtaji nitaanza kufanya kile nachokitaka. Lakini ukweli ni huu: watu wengi hawakwami kwa kukosa pesa, wanakwama kwa kusubiri pesa. Hebu tafakari hili kwa sekunde chache. Sasa hebu ngoja nikuelezee mfano huu na kijana mmoja Tandale alikuwa na ndoto ya kufungua duka la simu lakini alisema, nahitaji milioni tano. Akasubiri, akatuma maombi ya kazi, akaomba marafiki, akasubiri tena. Miaka mitatu ikapita, hakupata milioni tano na ndoto yake ikabaki mawazoni lakini wakati huo huo kulikuwa na kijana mwingine mtaani hapo hapo, hakuwa na mtaji. Alianza kwa kutangaza huduma ya kupakua nyimbo na kuweka apps kwenye simu za watu. Alitumia simu yake mwenyewe, alikaa chini ya mti. elfu mbili hapa, elfu tatu pale. Miaka miwili baadaye, ana kibanda chake ana kompyuta ana wateja wa kudumu sasa. Naomba nikuulize, ni nani alikuwa na mtaji wa kuanzia? Ni yupi alichukua hatua? Je, hili linakuhusu? Tatizo sio pesa, tatizo ni fikra ya kusubiri pesa ndipo uanze. Na hapa ndipo nataka uelewe jambo moja muhimu sana: pesa sio mwanzo wa safari, bali pesa ni matokeo ya safari. Naomba nirudie hili, kwamba pesa sio mwanzo wa safari, bali pesa ni matokeo ya safari. Sasa hebu jiulize ni ndoto gani umeahirisha kwa sababu tu ya mtaji? Andika hata kwenye comments kama unataka au andika kwenye karatasi yako pembeni. Sasa kama pesa siyo mwanzo, basi tunaanzia wapi? Nianzie wapi kama pesa siyo mtaji? Hapo ndipo tunaingia kwenye kipengele kinachofuata. sasa Usitoke kwenye video hii, tuingie kwenye kipengele kinachofuata. Watu wengi wakisikia rasilimali wanawaza pesa, lakini kuna rasilimali tatu muhimu ambazo tayari unazo na hazihitaji hata shilingi moja. Rasilimali ya kwanza ni muda, rasilimali ya pili ni akili na rasilimali ya tatu ni mtandao wa watu. Sasa hebu tuzipitie moja baada ya nyingine. Sasa hebu tuanze na rasilimali ya kwanza ambayo ni muda. Kila siku una saa 24, tajiri ana saa 24 maskini ana saa 24, na mwanafunzi ana saa 24. Swali ni moja, unazitumiaje? Ni mda gani unaotumia kwenye mtandao bila mpango? Ni mda gani unaotumia kulalamika? Ni mda gani unaotumia kujifunza? Hebu tafakari hili kwa sekunde chache. Rasilimali ya pili ni akili. Una uwezo wa kufikiria, unaweza kujifunza kitu kipya na unaweza kubadilika. Leo hii kwenye simu yako kuna YouTube, kuna vitabu vya bure, kuna kozi una maarifa ya dunia nzima. Swali ni hili: unaitumia simu yako kama chombo cha kukuendeleza au kama toy ya kupotezea muda? Naomba niseme hili wazi, simu yako inaweza kuwa ATM yako ya kwanza, au inaweza kuwa ni shimo la muda wako. Je, hili linakuhusu? Hebu tafakari kidogo kwa sekunde chache. Sasa hebu tuingie kwenye aina ya tatu ya rasilimali, ambayo ni mtandao wa watu. Kuna watu unaowajua, marafiki, ndugu, majirani, watu wa kanisani au msikitini, watu wa kazini, watu wa mtaani na kadhalika watu hawa wanaweza kuwa ni wateja wako wa kwanza, wanaokupa taarifa au wanaokufungulia milango, lakini wengi wetu hatuoni hili. Tunaona mtandao kama kitu cha watu wakubwa. Hapana, hata majirani zako ni mtandao. Sasa hebu ngoja nikupe mfano huu halisi. Kuna binti mmoja Mwanza, hakuwa na duka, hakuwa na mtaji, lakini alikuwa na simu na marafiki WhatsApp. Alianza kuposti picha za bidhaa za urembo, alikuwa anaagiza kwa mtu mwingine. Akipata oda anakusanya pesa kwanza, ndipo anaenda kuchukua bidhaa. Leo hii ana duka ana jina ana wateja wa kudumu. Hakuwa na mtaji wa pesa, alikuwa na mtaji wa akili, muda na mtandao. Sasa naomba nikuulize swali: ni rasilimali ipi kati ya hizi tatu unayo lakini hujaanza kuitumia? Una sekunde chache za kutafakari hivi. Sasa kuelewa rasilimali zako ni hatua ya kwanza. Lakini sasa kuna swali kubwa zaidi. Unawezaje kubadilisha rasilimali hizi kuwa pesa halisi? Hapo ndipo tunapoingia kwenye kipengele kinachofuata. Usitoke kwenye video hii, endelea kufuatilia kwenye kipengele kinachofuata. Sasa unajua kuwa una rasilimali tatu. Una muda, akili na mtandao wa watu. Lakini bado kuna kikwazo kimoja kinachozuia wengi. Wanataka kuanza pakubwa. Wanataka duka kubwa, wanataka ofisi, wanataka vifaa vipya, wanataka kila kitu kiwe tayari kwanza. Lakini ukweli ni huu. Mafanikio makubwa huanza na hatua ndogo ndogo zisizo na gharama. Naomba nirudie, mafanikio makubwa huanza na hatua ndogo ndogo zisizo na gharama. Sasa hebu ngoja nikupe mfano huu. Kuna kijana mmoja Morogoro, aliona mtaa wao una magari mengi, lakini hakuna sehemu ya kuosha magari karibu. Hakuwa na mtaji, hakuwa na mashine hakuwa na eneo rasmi. Alianza na kitu kimoja tu: ndoo moja, sabuni na maji ya bomba la jirani. Aliwaendea wenye magari akasema, naomba nikuoshee gari lako kwa shilingi elfu mbili. Wengine walimkataa, wengine walimcheka, lakini wachache walikubali kila siku alikuwa pale, jua mvua, bila kukata tamaa. Leo hii ana kawashi kubwa, ana mashine na ana wafanyakazi. Sasa swali langu kwako ni hili, alianza na mtaji gani? Je, hili linakupa motisha gani au changamoto gani? Sasa tunapokuwa tukiendelea na asomo hili naomba nikuulize swali la moja kwa moja. Ni huduma gani unaweza kutoa kuanzia leo bila kusubiri pesa? Ni kitu gani watu wanakihitaji karibu na wewe ambacho unaweza kuanza nacho kidogo? Tafakari hilo kwa sekunde chache. Sasa hapa kuna zoezi la vitendo ambalo tulifanya kwa pamoja. Hapa kuna hatua za vitendo. Hatua ya kwanza, chagua huduma rahisi. Chagua huduma rahisi. Hatua ya pili, anza na watu wa karibu, yaani marafiki, ndugu na majirani. Hatua ya tatu, usione aibu ya kuanzia chini. Chini siyo mwisho, ni mwanzo tu. Na jambo la muhimu sana, usisubiri kuwa tayari. Unakuwa tayari ukiwa njiani. Sasa kuanza kidogo sio shida, wengi wanaweza kuanza, lakini kuna changamoto kubwa zaidi kuendelea pale wengine wanapoacha, na hapo ndipo siri ya mafanikio ya kweli inapoanzia. Na katika kipengele kinachofuata nitaielezea hii siri ya mafanikio ya kweli. Endelea kufuatilia video hii. Kuna kitu kimoja kinachowatenganisha waliofanikiwa na wale walioanza lakini wakaacha njiani. Kitu hicho kinaitwa nidhamu. Sio hamasa, sio bahati, sio mtaji, ni nidhamu. Sasa hebu niwe mkweli kidogo, motivation huja na kuondoka. Leo una hamasa, kesho umechoka, kesho kutwa huna nguvu. Lakini nidhamu inasema fanya, hata kama hujisikii. Hebu niseme tena. Motivation au motisha ni ya muda, lakini nidhamu ni ya maisha. Sasa ngoja nikupe mfano huu. Kuna mjasiriamali mmoja Kariakoo, ana duka la nguo. Kila siku bila kukosa, anafungua duka saa moja asubuhi, hata kama hana wateja hata kama ana matatizo nyumbani hata kama mvua inanyesha. Miaka kumi baadaye ana maduka matatu, ana ghala, ana jina sokoni. Swali ni moja, ni nini kilimfanya afanikiwe? Ni nidhamu. Je, una tabia ya kuacha njiani? Unaanza kitu leo wiki mbili baadaye unaacha, mwezi mmoja baadaye unaanza kingine. Hebu jiulize kwa uaminifu. Sasa hebu fanya zoezi hili la vitendo. Hapa kuna hatua za vitendo. Hatua ya kwanza, weka ratiba ndogo ya kila siku, hata kama dakika thelathini za kazi yako ya ndoto. Hatua ya pili, fanya hata siku usio na hamasa. Tatu, pima maendeleo yako kila wiki, si kila mwaka. Nidhamu ni mtaji usioonekana, lakini huzaa pesa zinazoonekana. Naomba nirudie hivi, nidhamu ni mtaji usioonekana, lakini huzaa pesa zinazoonekana. Sasa una picha kamili: umeacha kusubiri mtaji, umetambua rasilimali zako, umeanza kidogo na unajenga nidhamu. Lakini bado kuna kitu kimoja kinakosekana: jinsi ya kuunganisha yote kuwa mfumo mmoja rahisi wa vitendo na huo ndio naenda kuelezea kwenye kipengele kinachofuata. Kwa hiyo endelea kufuatilia video hii. Sasa nataka kukupa kitu cha mwisho, kitu cha vitendo, kitu unachoweza kuanza nacho leo. Ni mfumo wa hatua tano, ni rahisi lakini wenye nguvu. Hebu tuzipitie hizi hatua moja baada ya nyingine. Hatua ya kwanza ni Badilisha fikra zako. Acha kusema "nikipata mtaji", anza kusema nitaanza na nilichonacho. Maneno unayoyarudia rudia rudia ndiyo yanayounda mwelekeo wa maisha yako. Hatua ya pili ni tambua rasilimali zako, andika nina muda gani kila siku, nina ujuzi gani, hata kama ni mdogo, na ninawajua watu gani. Hatua ya tatu ni anza kidogo sana. Usipange kuanza kesho, anza leo, hata kwa, da, kwa, kwa hatua ya dakika kumi. Anza hatua ndogo kila siku, hujenga safari ndefu. Hatua ya nne, jenga nidhamu. Kuwa na ratiba, ufuatiliaji na kurudia. Hapa ndipo wengi huanguka. Na hapa ndipo washindi huonekana. Hatua ya tano, jifunze na kuboresha kila wiki. Ulifanya nini wiki hii? Nini kimefanya kazi? Nini hakikufanya kazi? Badilika, boresha, halafu songa mbele. Sasa hebu nikupatie mfano wa mtu anayetumia mfumo huu. Kijana mmoja alikuwa hana kazi, alikuwa na simu na muda mwingi. Alichagua kujifunza kutengeneza graphics kwenye simu, na alitumia YouTube kila siku dakika arobaini baada ya mwezi mmoja alianza kutengeneza posta za bure kwa marafiki zake. Baada ya miezi mitatu alianza kulipwa. Leo anapata kipato kila mwezi kupitia ujuzi huo. Hakuwa na mtaji wa pesa, alikuwa na mtaji wa mfumo. Sasa nataka kukuuliza, ni hatua gani kati ya hizi tano utaianza leo? Hebu tafakari hilo kwa sekunde chache. Sasa napokuwa nikikaribia mwisho kabisa wa video hii, naomba nikukumbushe mambo tuliyojifunza katika somo la leo. Leo tumezungumza mambo makubwa, lakini kwa lugha rahisi. Tumejifunza kwamba usisubiri mtaji wa pesa, tambua rasilimali ulizonazo anza kidogo sana, jenga nidhamu na tumia mfumo wa hatua tano. Na, naomba nirudie ujumbe mkuu wa somo la leo: huna mtaji wa pesa, una mtaji wa akili, muda na nia. Hapo ndipo mafanikio huanzia. Mwanzoni mwa video hii nilikuambia nitakupa mfumo wa kuanza hata kama una sifuri. Sasa una mfumo huu, hatua tano rahisi za vitendo za kuanza leo. Sasa swali la mwisho ni hili: utaanza lini? Kama somo hili limekupa mwanga mpya na kualika kwa moyo mkunjufu, jiunge na jamii ya watu wanaojijenga. Bonyeza subscribe ili usikose masomo yanayofuata. Andika kwenye comments, hatua yangu ya kwanza ni unajaza pale, na endelea kufuatilia ukurasa huu kwa masomo zaidi ya maendeleo binafsi. Mimi ni mwalimu wako wa safari hii ya mafanikio na tutaendelea kujenga pamoja. Asante kwa kutazama. Tutaonana kwenye somo linalofuata.